Mungu nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ndugu yako the one and only town DJ P Rejab akili Kabonga, eh, mzee baba lababa mzee angwasuma eh, moto, moto, moto, moto, moto, speed, eh, na Roger Seko Rafael, ile mvua zimenyesha sana leo na kama unavyojua, eh, kama atakuwepo basi tutaendeleza harakati pamoja kama atachelewa kuja bidi tufanye harakati zingine so, Rejabu Akili Kabongo. Tutazungumza swala la mm, e, siku hizi wazalendo wako wanawakamata sana M23, wanawakamata sana na FADC pia wanawakamata sana M23. Na wengine wanakuja kuweka silaha chini wenyewe, wanachoshwa na mazingira ambayo walikuwa wanaishi kule kwenye, kwenye mapori wanaamua kuja kujisalimisha kuji, na hapa juzi juzi jana wengine makumi tatu zaidi ya makumi tatu walijisalimisha huko maeneo ya, eh, ya, Nord Kivu, Kivu ya kaskazini na pia Kabare. Eh, kundi la MPDP waliokamata pia wengine magredo M23 ukitana na huko sehemu zingine. Ni hivyo tuko tunakamata sana na wako wanajisalimisha. Je, um, nguvu za M, za M23 ziko wapi? licho kwamba huko nasikia au wanakamata sehemu fulani wanakamata. Jamani, tukumbushane, tukumbushane wakati a ya... Ya, ya RCD na wakati ya, ya, FD, ya, ya Afdel ulikuwa nasikia oh, vile fulani tuombe, kumbe ni kavilaji kikiwa na nyumba tatu, nyumba nne, unaona so mkiwa unasikia sema no, so, oh, ka, ka vilaji fulani bali, bali kamata. kamata no nono ni uma vilaji budogo budogo na wenye abuna mantiki kubwa sana, ambacho tunataka kufanya ni kwamba tusiwaruhusu tu ile kwamba kuwa na nasogea tunasogea hapa, tunasogea hapa, tunasogea hapa lakini nguvu ambazo wazalendo na soko wanazionyesha ndo zinaleta determination na kufanya tuone kwamba jeshi letu liko linaanza ku, kusimama sasa na sio kama zamani. Na hivi, masuala ya doa. So, masuala ya kutegemea. Mmesikia habari zetu za, za asubuhi na za saa sita kwa hiyo tunajiandaa kuvita na makamanda wetu. Uh, kamanda alikuwa iko centre ya Kitona ameenda kuinspekte Kitona, wanajeshi wako nazidi kusajiliwa, wanajeshi wako nazidi kuongezeka, silaha ziko zinazidi kuingia, kwa hiyo FARDC iko nazidi kuwa renforce militairement, équipement, logistique na kila kitu. Kwa hiyo chambo cha wazalendo, mazungumzo negociation haitaleta amani. Amani ni kumpiga adui akubali kuondoka tu, sababu tuna nia, tuna kila sababu, tuna uwezo, tuna nguvu za kufanya hivyo. Karibuni sana, tutajadili haya mambo kwa kina sana, sababu ni mambo ambayo yako sensible sana, na usikose pia kutembelea Mwangaza TV. Na, ni branch ya Baraka One TV. Oh, Baraka One kwamba Mwangaza TV ni, ni TV ni mtoto wa pili. Mtoto wa pili wa Baraka One Media. Kwa hiyo tumefanya hivi kwa ajili ya kukuwekea uh, platform ambazo utakuwa unapata ukitaka kupata habari pamoja na maelezo ya, ya, ya, ya kina sana ya habari za moto ziko Baraka One TV. Ukitaka kuona mambo yenye iko naendelea kwenye uwanja wa vita, maisha yenye watu wako wanaishi e, Mumaplene, Luvungi wapi, e, sehemu mbalimbali Kabare, Walungu kote ambako e, sisi tuko wazalendo. Unakuwa natembelea Mwangaza Television. Kupata uh, interview za wazalendo, kutembelea wazalendo, kuona wazalendo na hata pia tutahamishia operation saidia mzalendo kwa Mwangaza Television. Unaone, Ya, do itakuwa iko karibu sana. Kwa hiyo uh, atujeiacha Baraka One TV itakuwa iko naendelea na kikubwa tu ni kwamba tuungane wote kwa, kwa pamoja tuisupport pia Mwangaza tuende kule, tuende tu subscribe Mwangaza Television. Angalia hapo kwenye uh, description huko link ya Mwangaza Television. Gusa tu hapo na utakwenda kule utaik uh, uh, uta like, na uta subscribe. Hiyo ni jambo la maana sana. So tufanye hivyo ili tuweze kukuza pia hii, maana kule tunaanza. Uh, kwanza tunaitengeneza tuna, tuna, ili isimame imara. Nafikiri ya, baada ya hii wiki ndo tutakuwa tunatupa ma interview vitu kibao kutoka kwenye uwanja wa mapigano. So karibuni sana, na twende wote kwa pamoja, ndugu zangu wote, asante sana, umepotea sana. Ndugu yangu vile vile <laughs> mzee, mzee wa Czech Republic E, Baguma Samuel umepotea sana wani. Na salamu za wafikieni wote ndugu jaman na marafiki ambao mko mnatusikiliza, na hivyo ndo tunaanza e, kama ifuatavyo habari zetu na maelezo. Tuzungumzie swala la M 30 ambao wamejisalimisha wame kwenye mikono ya FRDC huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Eh, wanajeshi zaidi ya 30 wamekimbia mpango wa M23 na wamekwenda kujisalimisha. Wamoja wanasema kwamba wa walikamatwa wakiwa zao wanatoka kwenye shughuli zao huko, walimu huko, wanafunzi huko, wa uh, watu travaux, huko wengine, yani watu wengi wengi ambao walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida wanajikuta wanaangukia mikono ya M23, na hivyo wanalazimishwa kwenda kwenye mafunzo. Sasa baada ya mafunzo huko E, wanakuja ku upewa silaha na waambiwa waende wa, wapigane wa, wa wa kisha wanaweka morali kwamba mkienda kule watawafanya hivi watafanya hivi, kumbe ni uongo tu kujaribu kuwadanganya. Sasa m, kuna wale ambao wenye wako na courage wako wanaona pana huu ni upuzi, na wanatoka wanakuja kukimbia FRDC. haiko ina ba maltrete ba M23 hapana. Na, na nimependa sana mfumo wa wazalendo kwa kweli, wazalendo wa wapewe heshima kubwa. Ingelikuwa seme ni hawana eh, nidhamu kama mateka hatuwaonyeshage, lakini wazalendo wanakamataga mateka wanawaonyesha, wanaongea nao vizuri, wanapewa chakula, wanapewa manguo za mzuri, wanapelekwa kwa FRDC, FRDC na nawatoa kwenye walikamatwa, wanapelekwa wapi? Kinshasa. Wale watakuwa ni mashahidi tosha wakati tunafungua kesi dhidi ya Rwanda, wale ndo watasimama kuwa na temwanye kinye Rwanda ilikuwa iko nafanya, kwa sababu hakuna mtu mwenye hajui. Na ye Kagame mwenyewe anajua vizuri, na Donald Trump anajua vizuri, Emmanuel Macron anajua vizuri, baraza la Umoja wa Mataifa linajua vizuri kwamba ni Rwanda ndiyo iko M23. Eh, na Umoja wa Mataifa ishatoa ripoti zote kwamba komandema ya hii vita ya este iko komande na James Kabarebe, ancien chef d'état major wa Rwanda. James Kabarebe ndio iko napanga mipango yote ya hii vita ya Kongo, iko napata instruction kutoka kwa Mr Skeleton. Mr Skeleton iko en collaboration na bwana mandevu ipolite Kanambe mbe iko na watumia baadhi ya Wakongole ili bajaribu sasa kuvalisha e, utusi wa Kongomani. Ndio wamechukua watu kama kina Corneille Nangaa eda yee, kuko revelasion, nilisikia kwamba Corneille Nangaa haiko Kongole, ni Senegale. <laughs> Nasikia ndugu zangu, nilipewa hizi habari. Corneille Nangaa sio Kongole, ni Senegale. Bertrand Bisimwa mama yake ni Mnyarwanda. Unagisi, bikuwa, wanatucheza michezo. Wili Ngoma naye mama yake ni Mnyarwanda. Alioa Mnyarwanda, Beatrice Simo alioa Mnyarwanda. Kornel Langa naye bibi yake ashampeleka Ulaya, anabaki yuko na bibi wa Kinyarwanda, ndio yuko na tambula naye. Kasa vitu kama hivi. Weye mwenye uko unasema, unasema M23, M23, wale wako wanachuma wanapelekea watoto wao mbao wako nje ya nchi. Hakuna mwenye na mtoto wake Mkongo? ni Beta Bisimu? ni nani? Hakuna, wote wako nje ya nchi, wako wanakula vizuri, wako wanasoma vizuri. Sasa weye menye uko unaenda njia mujeshi ya M23 huko unaenda nini? hauna salahe. wale wanya watusi wenye wako mu M23 wako kupitia eh, M23 wako wanapetekea faranga zao kupitia mobile money ya MTN Kigali wanapokea salari zao wanapokea franga bien kila mwezi, kisha wewe unaambiwa kwamba nguo ya kwanza unatoka mu negotiation. Negotiation ikitiki vitu vitakuwa bitu, bitu, bien, mtapewa maposte na maposte, mtapokea 500 dollar ile wakati mnaweza kujisalimisha kulingana na mazingira, mkaamua ku desarme sawa, lakini uko nafasi ya kutoroka. Mshahara wako uko huko tu. Oh. Eh, mshahara wako uko baba. Uh. Rudia njoo pate mshahara wako. Na wewe ambayo ni fake you, mzalendo ama tuseme juu ya kutokuridhika na na tamenye ushaingia ndani unaona ukienda kwa pande wa M23 ndo ndo, ndo utaenda kupata faida. Mwashere, ukitoa kwa mandema ya wanajeshi wako tu, tu mzalendo. Unatoa wanajeshi wako unaenda mu mu, mu M23 pa. H vale ba, banakamatwa banaingizwa m jua tena habiko bako. Wanakuwa ni watu ya Sultani Makenga, Paul Kagame, Bertrand Bisimwa eh, pamoja na bwana eh, James Kabarebe. Weye unakuwa hauna kitu. Nawe pia un, unakuwa ni mtu wa James Kabarebe. Unakuwa hauna komandema. Lakini kama unabakia mzalendo unakuja kujiunga na rada. Ukijiunga na rada ni serikali, nawe ni mtu wa serikali, uko Kongole, sawa. Utajuiri na nchi yako, utapewa heshima na nchi yako, utakumbukwa kama shujaa wa nchi yako. Lakini ukifia upande wa M23 utakuwa sa mbuzi. Tunakuwa uh, uh, unaona mbuzi kisi wanachinjaka supu, unakula supu ya mbuzi Soma. So utakuwa kumjinga sana kufia ngambo ya. Ndio maana unatakiwa kuwa namna yoyote ile kwa njia yoyote ile usikubali kwenda upande wa. Rudi nyumbani na utakaribishwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wazalendo wako wanaenda kufanya kazi kubwa, na kazi ambayo wako wanafanya inawaweka watu nguvu na inawajenga sana upande wa Kabare, Jimbo la Kivu ya Kusini. Eh, kundi la MPDP wamewakamata magaidi wa M23 pamoja na washirika wao, na hivyo kuweza kuleta chachu ya amani na kusema kwamba nchi iko inaenda inakombolewa mdogo mdogo. Dalili hizi ni dalili za kipekee sana ambazo zinajenga mioyo ya Wakongomani, kwa sababu wakati mzalendo anafanya kazi kubwa kama hii, inakuwa ni heshima kwa taifa, ni heshima kwa nchi kwa hiyo tuwasikilize ndugu zetu wa MPDP. Siye ni mouvement MPDP, ni general kamanda Bulenda, tuko pamoja na general Barsa na tuko na Komanda Sector 5 rapid. Najua mmesikia, tumepiga Kasheke, tumepiga Katana na tumepiga Batanga. Tumekamata mateka, na mateka tumekamata ni hawakujiripoti, hapana, biko kaptire na hivi viko kaptire. Tunaanzia kwa baba. Baba alikukamata wapi? Haraka haraka, tembea huku baba, unakuwa unaonyesha mtu. Tumeukamata wapi? Batanga, Batanga. alikuwa anatumika na adui. Na wewe tumekamata wapi? Chandondo. Chandondo, na alikuwa anatumika na adui. Na wewe tumekamata wapi? Batanga, Batanga. na wewe tumekukamata wapi? Kigali eh, Kigali. Unasikia, ni watu wametumika sana na wanakia kusumbua inchi. Na wewe umekamatiwa wapi Chatondo? Chatondo wapi Batanga. na umekamatwa wapi Batanga. na umekamatwa wapi? Chato bo aba ni bakabuchire. Tumekamata kumuvuma ya MPDP, tuko nafanya kazi pamoja na chef des operation Barsa. Najua kama muvuma yetu MPDP iko nafanya kazi pamoja na raisi wetu. Aba ni bamateka, lakini tunajua kama nchi zidi kusapoti wazalendo ili wafanya kazi na kama unaona wa vijana wako natumika, tunaomba rais wetu asapoti watoto, awapatie silaha, awapatie vyuma ili wafanye kazi, maana ni wapatriote, na kesho utasikia tena tunarekipere kale <coughs> Alembe kuna lezo lezo <laughs> eza la kangonga kamuna li kamuna ngonga Nango. Mm. Na mwasante sana baada kusikiliza MPDP na kazi kubwa mba mbayo wamefanya uh, ili Baraka One TV ni ndugu yako Rejabu Akili Kabonga The One and Only Town, DJP baba la baba mzee wangwasuma uh, Rojese. Kuona tuonane baadaye, nafikiri unasikiliza big up kwa wote ambao wanasikiza Baraka One TV, chao chao.